Dunia hii leo imeadhimisha siku ya utunzaji wa chakula, siku ambayo inaadhimishwa wakati ambako takwimu zikionyesha asilimia kumi na tano ya chakula ambacho kinazalishwa kinaharibika. Hii ni kutokana na kukosekana kwa miundo mbinu mbalimbali ikiwemo ya utunzaji, lakini hata ya usafirishaji wa chakula chenyewe kutoka mashambani kwenda masokoni. Lakini bado kinapofika kwenye masoko, yanapokosekana miundombinu sahihi ya utunzaji, chakula kingi na chenyewe bado kinaharibikia eneo hilo. Kulikoni katika zama hizi za sayansi na teknolojia, dunia ingali bado ikiwa na kilio cha kupoteza asilimia kumi na tano ya chakula ambacho kinazalishwa, chakula ambacho kinazalishwa kwa gharama kubwa, huku wakulima kila siku tukiwasikia wakilalamika kwamba kile wanachokivuna wakikipeleka sokoni hakitoshelezi mahitaji ambayo wanakuwa wameyatumia katika kilimo chenyewe. Tutapiga darubini siku hii umuhimu wake na namna ya kwa kuhakikisha kwamba chakula chenyewe kinaendelea kutunzwa na kutumika wakati wote, kwani moja ya janga kubwa katika ulimwengu ni ukosefu wa chakula cha kutosha. Naitwa Nordine Selemani, nikikualika kwenye uchanganuzi hapa studio hii. Leo tumemwalika Saidi Ngalawa ambaye yeye ni makamu mwenyekiti kutoka soko la nafaka la na pale Tandale. Karibu sana Saidi. Asante sana kwema, mambo anasema. Nashukuru Mungu. mm. Nashukuru Mungu na nimefarijika kuwa miongoni mwa wageni katika soko hili muhimu sana. Ok, hebu tuanzie <coughs> hapa. Uh, nyie mmekuwa mkifanya kazi hii kwa muda mrefu, miaka nenda miaka rudi, mmekuwa mkikusanya hiki chakula ambacho kinafika pae baada ya nyewe kukiuza na nyewe kukiuza tena, shida inakuwa wapi mpaka tunaona chakula kingi huwa kinaharibika badala ya kutunzwa vizuri na kwenda kuuzwa kwa walaji? Asante ndugu mtangazaji. Shida ipo sehemu ya kwanza, shida kuna shida za aina tatu. mm -hmm. Sehemu ya kwanza kwenye vifungashio, huko kidogo tumeondoka, lakini sehemu ya pili sasa ni namna ya usafirishaji. Hapo tuanze kwanza kwenye vifungashio mm -hmm. Kwenye vifungashio zamani aa, tulikuwa tunaweka kwenye magunia ambayo yashatumika. mm -hmm. Kwa hiyo kumbuke kwamba nafaka jamii ya mchele inakobolewa, inatoka kwenye mapumba, inakuwa mchele. Sasa kwa hiyo kuhifadhi katika kifungashio ambacho kilishatumika kinapungua ubora wake. mm -hmm. Hiyo ilikuwa ni sehemu ya tatizo la kwanza, lakini la pili ilikuwa ni ujazo. Ujazo baada ya takwimu kuwa ni chini ya kilo mia moja au kilo hamsini au kilo ishirini na tano ilikuwa nayo kwa mpaka kilo mia mbili Kwa hiyo pia ujazo ule, mgandamizo mkubwa ulikuwa unapunguza ubora wa chakula chenyewe. Kwa hiyo hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo nashukuru kimsingi, kwanzia miaka ya elfu mbili na kumi tushaondoka sehemu hiyo. Kwa sasa hatutumii magunia yale ya zamani yaliyotumika, tunatumia viroba vipya vinavyotoka viwandani. Na ujazo sasa hivi serikali imesimamia kwa kina na kutoa elimu ya kutosha. Sasa hivi wafanyabiashara wote hakuna anayekubali kuweka zaidi ya kilo mia moja kilo mia mm -hmm. moja na kushuka chini. Kwa hiyo mm -hmm. sehemu hiyo kidogo tumeondoka. Sehemu ya pili ambayo ni shida kwenye usafirishaji mm -hmm. vyombo vingine vinavyosafirisha hii nafaka havi havi yani, si vyombo salama kwa kusafirishia jamii ya nafaka, kuanzia kwenye makontena yenyewe tunakopakia, yani si makontena rasmi ya kusafirishia nafaka mm -hmm. lakini sehemu ya pili hata hayo maroli ambayo anatumia maturubai ya kawaida, pia nayo si vyombo salama vya kusafirishia nafaka hiyo sehemu ya pili ya changamoto hapo mm, hapo kabla tujaenda ya tatu hapo mm, kwenye usafirishaji inatakiwa na, hizi uh, nafaka zisafirishwe katika uh, mazingira ya namna gani ili kuhakikisha kwamba hiyo uh, nafaka ifike ikiwa salama, kama ambao umesema kwamba umegusia makontena uh, yana shida, lakini hata hayo magari mengine ambayo maturubai na yenyewe yana shida. Asante sana yani, nafaka ikiwezekana kuwe na vyombo malori maalumu ya kusafirishia. Kontena linaingiza joto na hifadhi joto, na nafaka hii haitaki joto, kwa lazima ipate gari ambayo kidogo naingiza upepo na, yapo yanaingiza upepo, lakini sio rasmi ya kusafirishia nafaka. Kiasi kwamba yale matrubai yake yalishatumika kwa ajili ya kubebea nafaka, bidhaa nyingine, alafu hiyo inakuja kwenye usafirishaji wa nafaka, kimsingi inaleta athari, yaani ule mgandamizo wake unaleta shida unafaka, kwa sababu nafaka ukumbuke kwamba ushakobolewa ushapitia katika maeneo mengi ushakuwa safi tayari kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo inapokutana na chombo turubai ambayo lishatumika katika kusafirishia bidhaa zingine, kile kwa kwake inakuwa shida mm. Twende ya tatu ulisema uh, vifungashio usafirishaji ha. Na hena ya tatu, sehemu ya tatu sasa, ambayo ndio sehemu kubwa ya tatizo ni sehemu ya kuuzia nafaka yenyewe mm. Uh, awali sisi pale tunapofanyia kazi zetu ilikuwa soko letu ni eneo la wazi hiyo mtu unaenda kuomba serikalini wanakupa kibali, unajenga kienyeji. Kwa hiyo ujengi kwa kukidhi kwamba eneo inakuja kuuzia nafaka, kwa hiyo upepo si mwingi, yani joto mgandamizo, kwa sababu umejenga kienyeji. Hiyo ilikuwa inaleta shida sana, lakini baada ya serikali kuamua kuimarisha miundo mbinu, kwa sababu walivyokuwa wanajenga, walikuwa walijenga kwa ajili ya kuangalia namna gani nafaka inauzwa haibadiliki ubora na Hai, hai, hai, hai, yani haitoki kwenye ubora wa matumizi na uhalisia wake hata kwa miaka miwili mitatu, hmm. Na ndio maana walivyojenga walikidhi, walifikiria namna vitu vya namna hiyo. Ndio maana pale tulivyo sasa eh, nafaka kwanza haibadiliki rangi yake, haibadiliki ubora, haitoki kwenye uhalisia wake kutokana na miundombinu ilivyoimarishwa. Kuna upepo ambao unavyoingia pale kutokana na ujenzi, ni upepo ambao siku zote nafaka ni rafiki kwake. Hilo, mm, sehemu ya kwanza, lakini sehemu ya pili pale tumejengewa hatupangi atu, atu stoku kubwa kwenda juu kwa sababu mgandamizo unakuwa mkubwa, mkubwa. Ukiweka labda gunia za kilo 100 zifike kuanzia gunia kumi mgandamizo unakuwa mkubwa kwa hiyo za chini zinakuwa zina shida mm. kwa tunaweka gunia tano, sita, mpaka saba. kwa hiyo unaona kwa upango wa namna hii hata kwa siku tisini mpaka siku mia na ishirini, chakula itoki kwenye uhalisia mm. Uh, hii elimu kwanza <laughs> imetokea wapi ume, umetoa ume, ume darasa zito kweli kweli kwa sababu kuna watu ambao huwa tunaona, kuna stores ambazo mtu anapanga tu nafaka zake yeye na anaweza akakaa nazo hapo labda mwezi bado anaendelea tu kuuza. Hii e, elimu mlipewa maalum ama ni elimu tu ambayo ni ya mjini mjini? Hapana mm -hmm. Kwanza nimefanya kazi ya kuuza nafaka kwa kipindi kingi, okay. kuna tunapita maelekezo mengi, semina nyingi tunapita namna ya utunzaji nafaka kwa hiyo mm, kuna baadhi ya semina zingine ambazo walikuwa wanatufundisha madarasani afu tunakwenda kwenye vitendo. Mm. Kwa mfano, panga nafaka gunia kumi. Alafu nenda la chini tukugiza mkono wako chini ya nafaka litobole ngize chini, unaungua. Na unakuwa umeshika joto, joto sana. Lakini mm, weka kwenye ile gunia la juu la nane, unakuwa hauna joto sana. Kwa hiyo ndio unajua kwamba huo wenye joto unatengeneza una, yaani unayeyuka, una unapoteza ubora. Kwa hiyo ukikaa kuanzia mwezi mmoja na kuendelea huo chini ushabadilika Kwayo kwa hiyo kwa elimu hii tunalazimika tu, tupange kwa stoku si si ya gunia sita saba, lakini pia sio magunia yanayogusana gusana, kidogo tunakuwa na distance kati ya sehemu moja na sehemu katika hali ya hmm. Hmm. Hmm. Uh, kawaida. Ndiyo. Zamani mlikuwa mna uh, hii nafaka mnaweza mkakaa nayo kwa muda gani, k kwa katika ubora, sababu leo umesema kwamba hapa kwa, kwa sahivi unaweza ukakaa muda mrefu right, uh, pasi na kuharibika kwa uh, iki chakula ama nafaka ambayo unakuwa nayo kwenye stoku yako. Hmm. Zamani wakati tume tumejenga mabanda yetu ya kienyeji pale. Kwanza chini hakuna hakuna paleti. Yaani ukiweka turubai lako inafuata gunia chini mm. Kwa hiyo kwa pale uh, pamoja kipindi kile hakuna polishi za kisasa za kusafisha kabisa. Lakini nafaka ukai nayo zaidi ya siku 17 eh, hali zinabadilika. Ile harufu hmm, yake inakuwa ishaondoka lakini hata ubora wake kwenye kula usha Kishapungua, mm, lakini hata hata ukiona ile hali yake ya weupe wake, unaona sasa, huu kabla ya siku hizi na baada ya siku hizi paleti. Kwanza unaweka, kutoka chini sakafuni mpaka kwenye paleti kuna nchi kabuni kumi mpaka 15, kwa hiyo iko mm-hmm, juu kidogo, hata lile vumbi la chini kidogo halipite kufika lakini pia chini pale, kwa sababu kuna distance nuu kidogo, pia na upepo unapita. Kwa hiyo una ukichanganya, kwanza upange karibu karibu, katikati kati ya stock na stock, kuna upepo unapita, alafu juu unyanyui sana, kwa hiyo ubora unaongezeka. mm. kwa manake, kwa maneno mengine uh, Ngalawa, natuambia kwamba shida kubwa ambayo inasababisha vyakula vingi kuharibika kwenye masoko ni miundombinu. Ni miundombinu mm. na ndugu mtangazaji, kumbuke kwamba hata huko mitaani kwenye magodauni wanauza nafaka, hawakujenga kukidhi vigezo vya kuhifadhi nafaka. Mtu okay. nyumba yake ilikuwa ni nyumba ya kawaida tu mm, mm. baada ya kuona unajua maisha <laughs> <Munga fursa. laughs> <Baada> kuona, <laughs> Basi nyumba yake ambayo ilikuwa ya kuishi maizu, makazi ya kawaida kubadilisha, anaipanga nafaka. Chini, Kina nyumba, hakito, ya chenye cha nyumba lazima itokee shida na ndio maana nilifurahia ni, ni, ni, ni nafikiri watu wa Azam Media walikuja pale kwetu, wameona namna tunavyopanga tunavyopanga bidhaa zetu na mazingira tulionayo na hali ya hewa tulionayo pale ni rafiki kwa nafaka za aina zote, si jamii ya mchele tu, tuna nafaka aina maharage, kunde, mbazi, choroko, karanga, zote ukienda kuangalia pale azibadilishi. Kwa mfano maharage ilikuwa zamani yanabadilika rangi kutoka, kutoka, kutoka hali yake ya kijani yanakuwa na rangi sasa, inakaa kwenye njano, inakaa kuharibika. Lakini kwa sasa unaweza kaa nao mpaka kwanza siku tisini na kuendelea, lakini bado yako vizuri, kwa sababu miezi hmm. mitatu miezi mpaka siku mia na ishirini hazina hmm. shida. Maana yake miezi minne hiyo, hey, bidhaa imekaa bado barabara, na msingi kila wakati ukiona kadi muda unapokwisha unapunguza ujazo, kama zikuwa hmm. gunia 6 7 unashusha zinabaki gunia 4 ili kusikutana na nini joto, kwa sababu inaharibu nafaka siku zote ni joto. Mkoa ni Mbeya ambako ndo tunachukua nafaka kwa wingi. Unaona, mpunga ukishavunwa, ukishahifadhi ndani, kwa sababu unapigwa na upepo. Sasa kule ikifika kuanzia mwezi Agosti na Septemba, hauna haja kwenda kuanika. Unapeka mashine unakokoboa tu. Lakini mikoa mm -hmm. kama Morogoro ambako kiwo kuna joto, hata ikifika mpaka Desemba unalazimika bado ukafanyaje? Ukaanika ndo ukakoboa. Kwa hiyo nafaka siku zote inahitaji sana sana sana yiwe ya ya mm. mnanunua uh, kwa mikoani huko kwa wafanyabiashara au wakulima, mara nyingi ambao mm -hmm. mtu kavuna uh, nafaka zake ameziweka, hii elimu ambayo mnayo wakati mwingine huwa mnawafikishia, mna na wenyewe wajue kwamba katika utunzaji wenu moja ya jambo ambalo linaharibu ubora mm. na hata kufanya hii bidhaa yenyewe ama chakula kuharibika ni namna ambavyo unatunza uh, mazao yako. Achana na sisi, lakini nikuambia, ndugu zangu, mtangazaji, kwa hususani mkoani Mbeya mabwana shamba wanafanya kazi kubwa sana, kwa sababu katika mkoa ambao unazalisha nafaka kisasa sana katika nchi yetu, Mbeya kunaongoza, hususan katika wilaya Mbalali a, kwenye kata ya Ubaruku mm. kule eh, e, kidogo kumesogea kidogo, kuanzia kuliandaa shamba, kuiandaa mbegu, kutunza mpaka wakati wa kuvuna na kuna kuhifadhi bado kidogo kuna maelekezo ya wataalam. Kwa hiyo kule kuanza mazingira yenyewe, ukifika wewe unaona kabisa, kwanza walivyopeki inakuvutia, wapi nikachukue pale ambapo inaendana sasa, na kwenye soko langu nikiweka inafanana pale alipofaa. Kwanza kwenye, kwenye mashine mashine zao zimejengwa mfano wale soko letu. okay. Zimekwenda juu sana, kwa sababu uh, zamani kidogo mashine zile zilikuwa kwenye makazi ya watu mm, mm. lakini miaka hii kuanzia miaka ya elfu mbili na tano, elfu mbili na sita mashine zinakuwa kwingine na makazi ya watu yanakuwa kwingine. Sasa baada ya maelekezo hayo, na ukipewa kiwanja ujenge mashine pia ujenge kwa maelekezo ya wataalamu. Kwa hiyo kabla ujenzi ule unaoona pale Tandale yali mambo yaishafanyika wilayani Mbarali mm. Kwa hiyo kwanzia unavyoenda kuchukua kule inafanana na huku unakokuja, okay. Ayum. Kwa kumbe hii haianzii tu haiishii <laughs> sehemu moja, kwa hiyo haya uh, zile mashine ambazo mnazo mnazo pale jirani jirani pale Tandale natakiwa... zile zinatakiwa so, mm. zile sio mashine za kukoboa mpunga, zile mashine za unga. Kwa hiyo kwenye unga haina shida kwenye unga, unga shida ipo kwa sababu yote mm -hmm. ni jamii ya nafaka mm. Lakini sasa mazingira yale unayoona Dar es Salaam kupata <laughs> eneo la mjini kujenga <laughs> godown ndio na kisasa kidogo, kuna changamoto kidogo lakini kwa haya ambayo mnayoyaona sasa hivi e, ukianzia hapo, mfano mzuri umesema kule Ubaruku, mimi nimeshawahi kufika kule e, kwenye mashamba kule ya, e, ya mpunga kule. Hayo mabadiliko ambayo unaona hiyo teknolojia na usasa ambao unafanyika, na hiyo bidhaa maanake, ikitoka hapo, labda shida iwepo kwenye usafirishaji tu, lakini ikifika tena pale kwenu inakuwa katika mazingira yale, yale, yale mazuri. Tija yake ni nini kwenu kama wafanyabiashara na hata wale wakulima ambao na wenyewe wanapambana kuhakikisha kwamba wanapata masoko na bidhaa zao waziuze katika kiwango bora na kupata fedha zile ambazo wanazilenga. Tija kubwa tunaoipata, kwanza tunapata wa, wa, wateja wa aina zote. Mm-hmm. Kwa mfano, kwa sasa kwenye soko letu uh, tuna wateja mpaka kutoka nje. Yaani wanavutiwa na ile hali wanaokuta namna mlivyo hifadhi chakula. Mm-hmm. Kwa hiyo hilo la kwanza. Lakini la pili, tija tunaoipata, hata ikiwa biashara imekuwa ngumu kidogo huna wasiwasi kwa sababu mali yako umeifai sehemu nzuri, utajua utaiuza tu, ikumbuke. mm. nafaka ni bidhaa mbayo muuzaji wake si mtu unaeuza ufikirie labda kama matunda, hapana. Kwa hiyo, kwa, ta, kwa sasa hata ukitoka Mbeya, u, u, u, kwa mfano umepakia kwenye magari, mfano ma, magari, umepata bahati kwa mfano kuna kituo chenu Azam pale Uyole, mm. ukapata malori yale Azam anaosafirisha ngapi, ukaja ukupa kusafirishia, kwa sababu yale yametengenezwa kwa ajili ya kutafishia nafaka. Kwa hiyo ukipakia kule, unapanda basi ukiwa akili yako imetulia Unajua umenunua sehemu nzuri, umesafirisha kwenye gari nzuri, unakwenda kuuzia sehemu nzuri, kwa hiyo una utulivu wa kutosha mm. Kwayo, nafsi na kwepo imepoa, tulia kabisa. Hata <laughs> biashara ukikuta kidogo ina msukosuko, unasema ah, nitauza tu kwa sababu nimeipeki vizuri na ipo sehemu nzuri, kwa hiyo sina wasiwasi, nitauza wakati. mm. Yule yale mambo ya miezi mitatu, mambo yameharibika. <laughs> hali ilikuwa mbaya, mvua ikinyesha usiku ulali oh, ikinyesha mvua usiku utatafuta bodaboda uondoke au kwa usafiri wote na ufike sokoni, maana kile lolote lina <tokina> na kimaliza kufunza baada ya siku tatu nne, chini kuna kuwa mafunza kabisa. Unajua nafaka hii ikipata maji kidogo, kesho tu ime ime badilika, hususani maharage na jamii ya mchele mm. Kwa hiyo hata usiku ulali, unajikuta mpaka usiku uko <tokina> sokoni, wapi panaingiza maji, wapi kuna salama, nifanyeje? Kwa hiyo kwa, kwa sasa mvua kai inanyesha, unazidi kuvuta shuka. Kutokana na mazingira tuliona, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Hebu. <laughs> Tuambie hmm. Uh, mnasema kwa baada ya miezi mitatu nafaka ilikuwa ikiharibika. Wakati sasa nafaka ikishaharibika mnafanyia nini? Ah, kwa mfano jamii ya mchele na nini hatuwezi kutupa, isipokuwa inapungua ubora. Kuna watu wanaotengeneza chakula cha kwa ajili ya mifugo ndio. Mm-hmm. Sasa kumbuke unaweza ukanunua mbea labda unue elfu moja mia mbili, elfu moja mia nane kwa wakati ule. Lakini ushasafisha mpaka Dar es Salaam, lengo lako labda uuze elfu mbili elfu moja mia nane unakuja kuuza mpaka shilingi mia sita kwa ajili mtu akatengeneza chakula cha kuku. Ni hasara kubwa sana unapata. Mm-hmm. E, yaani yaani haikuvutii hata kwenda kununua tani nyingi. Maana yake unaona dah kitana ule msukosuko nimeumia. Lakini leo huna shaka kutokana na mazingira yalivyo. Na nishukuru tu kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa tatizo miundombinu. Okay, mbinu ya kuingia mashambani, lakini hususani kule Mbarali, barabara zote zinazoingia mashambani wakati wote, hata ikiwa wakati wa mvua, naenda kusafirisha mpaka chini kule Maongole huko Idua kote kule kwenye mashamba makubwa kule kote kum, kumeimarishwa barabara mm, mm. madhara ya kutotunza chakula hiki vyema na ikafika hata hatua kuharibika wafanyabiashara wana, wanaelewa ama wakati mwingine wao wanawaza tu ile eh, kuepuka hasara yao. Wafanyabiashara tuna, tunajua mm -hmm. Lakini kwa sababu kazi yetu tunashindwa kuacha <laughs> lakini athari yake tuna, tunajua. Kwanza undakemuuzia leo humuuzii tena kwa sababu umemuuzia kitu sio sahihi, hilo la kwanza. Kwa hiyo kila siku mnapoteza wateja, lakini la pili pia hata kwa sisi kwa usalama wetu sababu ile harufu inaotoka baada ya nafaka kuharibika, kiafya inatuathiri. Kwa hiyo, lakini pia hata kiuchumi, haue na hau spidi kama ile ambayo ungekuwa na nafaka kama kwa sasa. Kwa hiyo mambo matatu kwa kwetu kwa ni shida, kwanza wateja mnapoteza, utakae muuzia leo muuzi tena mm. E, maana yake hawezi kurudi, hawezi kurudi e. Mm. Lakini pia hata kwa afya, maana nafaka hii ikiharibika inatoa harufu mbaya sana lakini tatu, hata kiuchumi kwa sababu pale Tandale pananukia sio kama zamani. Mtu akipita, ukiingia <laughs> <laughs> <laughs> unaweza ukajua kweli ndio hii Tandale eh. Eh, maana maanake ilivyo, tunafarijika tunafanya biashara kwa ufanisi mzuri. Tunashukuru sana mm. kwa mazingira pia ni, nasi, ni rafiki, ni rafiki. Uh, hali imesha kuwa hivyo, dunia hii leo inazungumza kuhusiana na, na uh, utunzaji salama wa chakula na nyinyi tayari mmeshakuwa mabalozi wazuri kwa kile ambacho mnacho kwenye soko la pale, kuna namna ambavyo yote, na nyie huwa mkitoka mnaenda kuwaeleza wenye masoko mengine na kuambia, jamani, utaratibu ni huu, fanyeni hivi ili kuhakikisha kwamba hizi nafaka ambazo tunauza ziendelee kuwa katika ubora ule ule na zisiharibike. Sawa. Kwanza, bahati nzuri unavyoiona Tandale au wafanyabiashara biashara wapembeni wote kwa asilimia kubwa walianzia Tandale. mm. Lakini kwa sababu ya ubovu wa miundombinu ndo kaondoka. Mtu ambaye tayari anaweza kwenda kujenga godown lake akafungua biashara pale. Kutokana na Tandale imebaki uwanja lakini hauna miundo mbinu bora. Lakini baada ya miundo mbinu bora, hususan wafanyabiashara wa nafaka aina ya maharage wengi sana wamerudi sokoni, kwa sababu kama unaweza kupeleka sembe ikikaa kuanzia siku 30 maharage yanabadilika na ukiweka Tandale hata uweze kukaa hata siku 120 yanazidi kukaa, hamna mtu atakayekaa huko. Lakini pia hata upande wa gharama za uendeshaji, mm. Kumbuke pale ni taasisi ya serikali kiloko, kuna okay. unafu tofauti ukiwa uko nje ya soko. Kwa hiyo hilo pamoja, sisi hatujalipeleka kule, lakini kwa sababu watu wengi wano wenye wenye biashara mitaani bidhaa wanachukua pale kwetu, wakifika mazingira leo nayo na wao, kwa sababu walikuwepo pale wengi wanarudi wanarudi kwa hiyo sasa soko uh, kurudi kwao maanake, soko linaendelea kuchangamka. Ama nanyi mnaona kwamba sasa ah, ushindani tena ndo un, unaharibika hali ya mambo, haiendi kama ambavyo ilikuwa awali? Zipo zipo changamoto, lakini kimsingi ushindani uliokuwepo sasa ndio ni ushindani ambao ni sahihi, kwa sababu kama zamani watu walikuwa wanasema chanzo kikubwa ni miundombinu. Sasa tatizo hilo halipo, labda ushindani sasa labda ni upande wa mitaji tu lakini kwa upande wa miundombinu hakuna shida mm. mpo katika soko la kisasa soko bora ambalo mm. uh, linasaidia uh, utunzaji wa chakula utunzaji wa nafaka mm. na kwa sasa maanake hata kiwango cha uharibifu mm. kimeshuka na hii ni baadhi ya uh, picha ambazo zimepigwa uh, katika soko la Tandale hii leo mm. kuonyesha namna ambavyo ubora wa soko lenyewe ulivyo namna ambavyo wafanyabiashara wanapanga bidhaa zao. Naona hata mchele kidogo mm. unavutia eh, maharagwe na mambo ya namna hiyo mm. katika hali kama hii, sasa ujumbe wako ni nini katika siku muhimu ambayo dunia inaadhimisha utunzaji wa chakula, na nyie mkiwa ni miongoni mwa wale ambao mpo kwenye ule mnyororo wa thamani wa utunzaji wa chakula chenyewe kabla akijafika kwa mlaji ambaye anakuja kwenu kununua na mara nyingi huyu mtu wa kawaida hawezi kukaa na hiki chakula kwa muda mrefu, manake ataenda kwa ajili ya matumizi. Sawa, ujumbe wangu kwanza, uh, kwa wale ambao waliondoka Tandale kwa sababu ya shida ya miundombinu, sasa ya shida hiyo haipo warudi Tandale, tuendelee kufanya biashara kwa pamoja. Lakini la pili, a ujumbe wangu wa upande wa serikali uh, ilivombea sasa, ikiwezekana na mikoa mingine itengenezwe iwe vile, uwezekano huo upo nguvu uh, ziongezwe kwenye mikoa mingine ambayo kuna ardhi nzuri za kuzalisha nafaka aina ya mpunga, maharage na mahindi, lakini bado kuna mikoa bado inalima kienyeji sana. Kwa hiyo ile nguvu ya kutoa elimu kwenye mkoa wa Mbeya ipelekwe kwenye mikoa mingine ambapo kuna baadhi ya mikoa ishaanza kudhubutu. Kwa hiyo nguvu ikiongezeka ubora utaongezeka. Kwa mfano mkoa kama Shinyanga kwenye wilaya ya Kahama pia ni tayari ile nguvu ya kulima kilimo cha kisasa ishakuwa Ina, ina kasi sana mkoa kama Morogoro uh, ile nguvu ya kulima kilimo cha kisasa kwenye, kwenye wilaya kama Kilosa na wilaya kama eh, Kilombero ishaanza, kwa kwa hiyo serikali endelee kuongeza nguvu kule, endelee kupeleka wataalamu kule ili kulimwe kisasa kama kunavyolimwa Mbeya, na mkoa kama uh, Mwanza wilaya ya Magu pia nako wanalima kisasa, kwa serikali ikiongeza nguvu kule unakuwa na ubora zaidi. Tukiimarisha mikoa kama Mbeya, tutengeneze mikoa kama kumi kama nchi mm -hmm, tutakuwa na nafasi kubwa sana ya kuuza nafaka nje ya nchi bila bila shida. Yani majirani zetu wengi watafuta nafaka kwetu kutokana na Mwenyezi Mungu katujalia ardhi nzuri. Tatizo hilo tu kidogo, watu kuendelea kuwapelekea elimu na kuwapelekea wataalamu ili wazalisha kisasa kama wanavyozalisha Mbeya. Ukumbuke Mbeya nguvu kwa yote hiyo, lakini wilaya inayozalisha sana ni wilaya moja tu. Mm, wilaya Mbalali tu mm. Zamani ilikuwa kiwilaya Kiela lakini kwa sasa imeshuka. Sasa hivi unapotaja Mbeya ni wilaya ya Mbalali kidogo na wilaya ya Mbeya vijijini kule maeneo ya Mbalizi, lakini mm, sio sana. Na wilaya ya Songwe kule ni wapi Mlowo kidogo, lakini sio sana. Unapoitaja Mbalali kwenye zile kata zake kama ya Chimala, makao makuu ya wilaya mbalimbali, Rujewa mm. Ubaruku, Utengule, Wende, Iduya wende e, Irongo ndio ndio ndio, kata ambazo zinalima zina sana, na ambazo zimeishika zime nchi zime okay. Kwa hiyo kama baadhi ya kata, kata zizidi kumi zinalima zizi kisasa, u, u, u, u, unafuu wake, yani ufanisi wake huko hivi. Unaonaje kama tungepeleka hii nguvu kwenye mikoa hiyo zizidi kumi hali ingekuwa bora zaidi? Mimi mm -hmm. ndio ujumbe wangu. Serikali endelea kupeleka wataalamu huko na ikaimarisha miundo mbinu kama ilivyombea, ndio itakuwa kuna ufanisi mzuri sana uzale, uzale, uzale wa uzalishaji wa chakula kama watu watazalisha kwa wingi, hata utunzaji watu watapata na elimu ya kutunza. Haiwezekani mtu ateseke kwenye majaruba azalishe sana mm, halafu bado atunze kizamani hapana. Akikosea mwaka huu, mwakani atatunza vizuri mm. yeah. mm. nam maneno ya kwake Saidi Ngalawa, Makamu Mwenyekiti wa Soko la Tandale ambayo tumekuwa naye kwenye uchanganuzi hii leo. Tulikuwa tukiangalia siku ya utunzaji wa chakula na wao wakiwa ni moja sehemu ya ule mnyororo wa thamani wa utunzaji wa chakula hicho. Nikushukuru sana Saidi. Asante sana, nashukuru sana naam. Na nuktena natufikisha tamati ya uchanganuzi. Mimi naitwa Nourdine Selemani, kiamini ya kwamba siku yako imekwenda vyema na panapo majaliwa tena tukutane tena kesho. Nikutakie tu usiku mwema na kwaheri.